Mambo na karibu katika kipindi cha ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Rais Xi Jinping wa China amesema kuwa utamaduni mjini Dunhuang, mkoa wa Gansu, kaskazini magharibi mwa China, unaonyesha imani ya taifa la China katika utamaduni wake bora, kwa kuwa mji huo umeonekana kwa muda mrefu kama hazina ya utamaduni wa Kichina, lakini pia kama shuhuda wa maingiliano ya ustaarabu mbalimbali katika Njia ya kale ya Hariri. Ukiwa na historia ndefu na urithi bora wa utamaduni, Dunhuang uko katika makutano ya dini na utamaduni katika Njia ya Hariri, ni maskani ya mapango ya Mwogao, eneo maarufu la urithi wa utamaduni wa dunia lililoteuliwa na shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa, UNESCO, lenye utajiri mkubwa wa sanaa za Budha, zaidi ya sanamu elfu mbili zilizopakwa rangi na eneo la mita za mraba elfu 45 za michoro kwenye mapango 735 katika mwamba. Wakati wa ziara ya Rashi mkoani Gansu mwaka 2019, kituo cha kwanza cha ziara hiyo ilikuwa ni mapango ya Mogao mjini Dunhuang. Shi alitembelea hekalu ya ghorofa 9, mfano halisi wa michoro ya kale. Hekalu hilo limefanyiwa ukarabati wa sita katika historia mwaka 2013, baada ya kuharibika kutokana na mfululizo wa mvua. Katika kongamano kwenye akademia ya Dunhuang, Rais Xi alizungumza na wataalam akitaka juhudi zaidi katika kuhifadhi utulivu wa utamaduni wa kipekee wa Kichina. Michoro katika mji wa Dunhuang ni kama picha zinazoeleza tena historia ya China kwa kuwa ni ya maelfu ya miaka iliyopita. Katika pango namba 285 linaloonyesha historia ya enzi ya Wei wa magharibi, michoro ya sanamu za kufikirika za kidini za Kichina na Kihindi zinapamba dari zikionyesha mwingiliano wa kitamaduni na kufunzana kati ya staarabu tofauti. Huu ni mwaka wa maadhimisho ya kumi ya pendekezo la ukanda moja na njia moja, katika kujenga kwa pamoja ukanda wa kiuchumi wa njia ya hariri na njia ya hariri baharini ya karne ya ishirini na moja. Katika matukio tofauti, Rais Xi amekuwa akisisitiza haja ya kujifunza utamaduni wa Dunhuang kutekeleza pendekezo la ukanda mmoja na njia moja na kuboresha zaidi mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na nchi zilizo kwenye njia ya ukanda mmoja na njia moja. Ikiwa nchi kubwa, China ni maskani ya tamaduni tofauti. Tamaduni nyingi za kale zimejitokeza na kubadilika katika miaka iliyopita